Serikali imetoa fursa kwa sekta binafsi kuwa ni watoa huduma za usafiri wa abiria baina ya miji mijini na vijijini amiji, ikiwa ni pamoja na daladala zinazotoa huduma mijini. Na nia ya serikali kuhakikisha kuwa huduma hizi zinaimarika kila wakati kupitia jukumu alilopewa Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini yani Latra, sheria. Serikali itaendelea kuchukua hatua stahili dhidi ya watu wote wanaokiuka utaratibu au taratibu na kanuni za usafiri bila ya kujali nafasi zao. Aidha, katika kukabiliana na changamoto za usafiri wa abiria wakiwemo wanafunzi na katika kuboresha usafiri wa wanafunzi mijini, serikali imeweka mipango na mikakati mbalimbali mbali, ikiwemo na ifuatayo: ya kwanza kabisa, kuanzisha huduma za mabasi maalum yaendayo haraka kwa ajili ya wanafunzi, hususan katika nyakati za asubuhi na jioni ili kuhakikisha wanafunzi wanafika shule na kurejea majumbani kwao salama kwa wakati na kwa wakati. Hiyo ya kwanza. Ya pili, kutenga mabehewa maalum kwa ajili ya wanafunzi kwenye treni ya mijini. Dar es Salaam tunayo matreni pale, nazo treni tumetenga mabehewa maalum kwa ajili ya wanafunzi. Hatua hii inalenga kupunguza msongamano, kuongeza usalama na kutoa unafuu kwa usafiri wa wanafunzi wanapotumia treni za mijini. Tatu, kurasimisha na kusimamia utoaji wa nauli maalum kwa wanafunzi ambao ni shilingi mia mbili kwa wanafunzi katika mabasi yaendayo haraka na daladala. Tumeelewana kurasimisha na kusimamia utoaji wa nauli maalum ya shilingi mia mbili kwa wanafunzi katika mabasi yaendayo haraka na daladala. Kwa mujibu wa taratibu na kanuni zilizowekwa, kuna kanuni taratibu zilizowekwa na Latra, ndio ninaopitia hapa. Sikutunga kutunga mimi, mdhibiti ameweka hizo kanuni na taratibu na yuko hapa. Hatua hii inalenga kurahisi, kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata huduma hizi kwa harama nafuu. Nne, kutekeleza sheria na kanuni za kudhibiti madereva na kusajili watoa huduma wa vyombo vya usafiri wa umma, mabasi na treni. Hatua zote hizi zinalenga kutekeleza malengo ya Serikali ya kuboresha huduma za jamii hususan huduma za wanafunzi katika vyombo vya usafiri ili kuwawezesha kupata elimu katika mazingira rafiki na yenye staha. Sio jambo zuri kwa nyanyasa wanafunzi. Sote tulikuwa wanafunzi na sisi tuna watoto, tuna wajukuu tuna ndugu, sio jambo zuri hata kidogo. Katika kuhakikisha utekelezaji mzuri wa hatua hizi pamoja na kujibu changamoto zilizowasilishwa na mwanafunzi Mariana, ninaagiza mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini Latra kutekeleza yafuatayo: kudhibitisha madereva na kusajili wahudumu kwenye mabasi linafanywa kwa kasi katika miji yote hapa nchini na kutoa adhabu kwa mujibu wa sheria kwa madereva na ma watakaobainika kuwanyanyasa wanafunzi. La pili, kuimarisha udhibiti wa nauli maalum za wanafunzi, kuimarisha staha ya huduma na usalama wao kwa wakati wowote wa wanapotumia vyombo vya usafiri. La tatu, kuendelea kutoa elimu kwa watoa huduma na watumiaji wa huduma wajue haki na wajibu wao kwa kila mmoja, sababu watu wengine hawajui haki na wajibu. Sasa tunahimiza hapa Latra afanye kazi, atoe elimu watu wajue wajibu wao na haki zao. Nne, kuhakikisha treni za abiria daladala dala zote nchini pamoja na mabasi yaendayo mikoani na nchi za jirani zimeandikwa namba za bure, ili abiria aweze kupiga Latra kama ana changamoto. Namba hizo ni kama zifuatavyo, ya kwanza, naomba tena, namba ya kwanza 0800110019 tumeipata jamani, eh? Ya pili 0800110020. Ya tano inaagiza Latra kushirikiana na jeshi la polisi ili kufanya ukaguzi wa mara kwa mara na wa kushtukiza kwenye vituo vya daladala hasa nyakati za asubuhi na jioni kuhakikisha wanafunzi wanapata usafiri.